Bwana Yesu asifiwe yes. Wamama hai, yes. Wamama wana kabila kweli yes. Sisi mahali tunaolewa ndio ni huko, si ndio? Yes. Na mama sisi tunabeba kabila zote kwa tumbo zetu yes. Kwa hivyo yale wote watu wameongea hapa, mimi naweza sema kama kuna watu hawajui ukabila ni kinamama, yes. Mimi mnavyoniona hivi hata wao wote hawajui mimi ni wa wapi, si ulisikia mtuse anasema Mount Elgon juu mimi nimeolewa na Mluya na mimi ni Mluya. Kwa hivyo naitwa Lillian Siyoi Walubengo, na nataka niulize swali kwa kinamama. Wakati ambapo mtoto anakuwa mgonjwa anamlilia nani? Wakati ambapo mtoto ana shibe analilia nani? Wakati ambapo mam, mtoto ako na shida anamlilia nani? Kwa hivyo kama rais amejua ya kuwa mtu akiwa na njaa atasumbua mama yake na akateremsha bei ya mbolea, tunasema nini kwa president wetu? Si ni asante kubwa. Wakati ambapo amejua ya kuwa tukiwa na magonjwa mama ndiye anaumia sana, na akasema analeta comprehensive cover ambaye itashughulikia kila Mkenya, bima ambaye haichagui kama una kazi ama hauna kazi, ambayo ni sha ile mumeelezwa hapa, na hii sha iko na linda mama ndani. Hii sha iko na wale wanafunzi wanatakana kutibiwa wakiwa kule shuleni. Mimi nataka niseme pongezi kubwa kwa rais wetu kwa sababu ametuchunga sisi kama kinamama, si ni kweli? Um, huyu mjumbe wenu mtuse ni rafiki mkubwa na anajua kuunda urafiki. Mimi nimetoka all the way from Trans Nzoia kwa sababu yake na alisema kuja tusimame na kinamama na leo nimefika tusimame na kinamama, na mimi nawaomba mumshikilie huyu ndugu yetu, kwa sababu ni mtu ambaye anakumbuka watu wake. Mtamshikilia? Yeah. Na mkono mbili. Yeah. Na hiyo jina ya Mtuse mjue ni kubwa sana kule nje. Yeah. Hiyo jina iendelee kabi. Kwa hivyo mi sitaongea mengine kuhusu national government, nataka niongee mambo ya gender-based violence na, be na femicide wamama wa hapa bado mnapigwa na waume wenu, bado wanawatandika. Nikidhani wanaume wako hapa wamesikia hii maneno, although pia wanaume siku hizi wanalalamika wanawake wanapiga wanaume. Na mimi nataka niseme Kenya imebadilika, na si Kenya tu, ni kama ni nchi eh, dunia nzima, watu wanawawa. Simu mwona wasichana wetu wanawawa sana wanakatwa vipande vidogo vidogo kama eh, kuku. Na mimi nataka niseme hiyo tabia siyo ya Mkristu, hiyo tabia siyo ya mwanadamu. Sijui ni nini imetuingia, na labda utamaduni wetu umebadilika. Kwa wale ambao wako hapa, nataka niwaeleze, especially wanaume though, naona kama ni wachache, lakini kina mama watapeleka ripoti. Nataka tuambie wasichana wetu asiende mahali na mtu ambaye hajamjua vizuri, kwa sababu kuna watu wako ndani ya dini ya cult, ametumwa alete viungo vya mwanadamu, ametumwa ame aende atumie huyo mtu kupata utajiri. Tuongeleshe watoto wetu, tumeelewana? Na wale wazee ambao wako hapa na vijana, hawa mama wasikii lugha ingine ati unatumia fimbo kubwa kuwapiga, unatumia kisu, unatumia panga. Hawa wamama wanataka tu upendo. Ukiwapenda wanasikia maneno haraka sana, na wanataka kuambiwa maneno matamu. Hata kama we hauna kitu, danganya hawa kina mama, wanapenda kusikia hiyo maneno na watafurahi, na watafanya vile unataka. Na Mungu aliwapa wanaume fimbo ndogo, ambaye alijua hawezi kaumiza kinamama, si ni kweli? Na nyinyi wanaume, mmekataa kutumia fimbo ambaye hawa wamama wanasikia munatumia fimbo ambaye hamukupatiwa na Mungu. Nyinyi wanaume, tafadhali, ninawaomba, ukitumia hiyo fimbo, hakuna kitu hawa wamama hawatakufanyia. Kila kitu ambayo utaitisha, utafanyiwa. Kwa hivyo tunasema stop GBV, tuwache kupiga wamama wetu, tuwache kuua wasichana wetu, tupendane, tutumie fimbo ambayo inastahili. Kwa hayo mengi na machache Mungu wa amani awabariki sana, si ndio? Yeah. Mimi nikirudi Trans Nzoia, niambie watu wa Trans Nzoia nini? Yeah. Niwapelekee salamu. Yeah. Na huko kwetu pia kuna wakamba na tumekaa na wao vizuri, kwa sababu hatujui mambo ya ukabila. Na sisi kina mama tupeleke injili ya kuua ukabila kwa nchi yetu ya Kenya, tukatae ukabila, tukatae mambo ya gender-based violence, tukatae mambo ya femicide na sisi jundioni wengi, tukielekeza hawa watu mambo yatakuwa mazuri. Kwa hayo mengi na machache tushikilie serikali yetu, serikali ni mimi na we? Leo hii serikali ikifana ni sisi tutapo, ikiangamia ni sisi tutaangamia, na wale wamekunja ngumi leo ya kupigana 2027. nataka ni advise mapema. Si ni mapema sana. Si ni juzi tu tumetoka mutachoka kwa uchaguzi. Sasa, tunasumbua nini kuanza kuomba kura na hakuna mtu amekufa, hakuna mtu ameresign. Wewe unataka kiti ya nani? Situlimaliza uchaguzi? Kwa hivyo kama tulimaliza uchaguzi, watu wakija hapa wapatie rais muda afanye kazi. Ikifika 2027 wakosoe mambo yote ambayo hayakufanya, walete scorecard yake hapo, alafu sasa wampige wakitumia scorecard yake. Kama atakuwa hajafanya kazi ataenda nyumbani, na kama atakuwa amefanya kazi kama vile tunaona, si tunamrudisha? Wapi? wangapi wanasema Ruto tano tena? Wangapi wanasema ametusaidia sisi kama kinamama kwa kupunguza bei ya chakula? Asanteni sana, na Mungu amani awabariki. Na pia mimi nimetembea na laki moja kwa sababu ya kusaidia kina mama wa Kibwezi. Huyu mama umesikia mambo yake, hata leo amenifunza mambo ya taa, tuitumie mambo gani haya? Mama huyu anatosha, anasema tutumie fimbo ile aiumizi At, ataki ile fimbo ya hii ambaye niko naye, munakubali hiyo? Mama amesema anatosha, aendelee wapi? Vikelekele yake basi, mambo makubwa haya.